Petro Paulo Savognani di Braza alijulikana pia kwa jina la Kifaransa Pierre Paulo Francois Camille Savognani di Braza, tarehe 26 Januari mwaka 1852 hadi hadi tarehe 14 Septemba mwaka 1905, alikuwa mpelelezi. Alianzisha Brazzaville mji mkuu wa jamhuri ya Congo. Alizaliwa huko Italia lakini baadaye alichukua uraia wa Ufaransa. Jina la Brazzaville limetokana na Mfaransa Pierre savagnani di Brazza aliyenunua ardhi kutoka kwa Chief Makoko na kujenga kituo kilichokuwa sehemu ya mji huo tangu mwaka 1898. Brazzaville ulikuwa mji mkuu wa Kongo wakati inatawaliwa na Ufaransa. Wakazi wake walikuwa 1500 lakini mnamo mwaka 1900 waliongezeka. Hadi sasa umebakia kuwa mji mkuu wa Kongo. Yaani Brazzaville. Asante mzamaji wa Raza TV. Usahau kusubscribe, kulaiki, kushare pamoja na comment. Aliwandalia historia hii ni hi, Miraza Mustafa. Arkanjawuli. Asante. Bye bye.